Niaba ya Allamano Seminari nipende kuwatakia heri na baraka tele katika sikukuu hizi za Noeli na mwaka mpya. Kristo anapozaliwa azaliwe ndani ya mioyo yetu. Ni kweli amezaliwa ndani ya mioyo yetu. Sisi kama Wakristo tunaalikwa kumuishi huyo Kristo na kumtangaza kwa wengine ili waweze kumshuhudia kwa maneno na matendo. Ndugu yangu Kristo huyu aliyezaliwa tunaalikwa kumpeleka na kumuishi kwa wengine katika maisha yetu na kwa matendo yetu. Basi niwatakie heri na baraka tele katika sikukuu ya kuzaliwa Yesu akata mienzo yetu elea ta alia en sherekea sua Krismasi cho heri ya Krismasi na wakamu icwobaseminari seminari mutagatifu seminari yosefu alamano nitushemelerwa mno kushemeza ebiro bikulu vyokuzarwa mukama wetu yesu kristu mukama wetu yesu kristu nazarwa naija kutwakiza omurola bwaitu wa nitushemelerwa muno nitubanyengeza mwije mshemeleriwe naicwe abaseminari mtakatifu yosefu alamano nitubagondeza ebiro bikulu birungi byanweli no mwaka abuuyau tumsifu yesu kristu wa kristu wetu popote pale mimi ni Padri Politi Marando ni misionari wa Konsolata na ni mwalimu wa teolojia katika chuo kikuu cha Jordan. Kama misionari wa Konsolata, niko hapa kwenye seminari yetu ya filosofia. Mimi na mapadri wenzangu tulioko hapa seminarini, Padri Mroso na Padri Barasa, tunawatakia kila laheri na baraka nyingi kabisa katika tukio hili la Krismasi. Neema za Mungu na ziendelee kuimarisha katika majukumu yenu yote. Baraka ya Mungu Mwenyezi ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima, amin. Seminari, kukuya kukuya ya sikukuu ya Krismasi na mwaka mpya Chao. Alamano Seminari inawatakieni heri ya sikukuu za Krismasi na mwaka mpya. Merry Christmas! Heri ya Krismasi na mwaka mpya.